Cha Mosi tano mstari wa kumi, neno la Mungu ninasema ya kwamba wanadamu hawapendi kukemewa. Mwanadamu hapendi kuambiwa makosa yake, mwanadamu hapendi mtu wa kumkemea. Shalom. Na huyo mtu anapomkemea anakuwa ni wa kwanza kumchukia, badala ya furahi, kwa sababu anamuonyesha uovu wake, anakuwa ni wa kum shalom binadamu siku zote huwa hatupendi kukemewa na hii ndiye inafanya adui shetani anapata nafasi ndani ya mioyo yetu shalom watoto wa Mungu tunapoingia kitabu cha Zaburi mia moja na sita mstari wake ni wa thelathini na nane inasema ya kwamba uh, waka, uh, waka damu ambayo damu isiyo na hatia wakamwaga damu ambayo haina hatia mtoto wa Mungu shalom unapotoa ujauzito unapo, unapofanya abortion Jambo la kwanza unakuwa umemwaga damu ambayo haina hatia shalom. Maana kile kiumbe ambacho Mungu alikuwa amekiweka ndani ya tumbo lako, haujui kama alikuwa ni nabii ama alikuwa mtume ama alikuwa mwinjilisti ama alikuwa ni mwalimu ama alikuwa ni mchungaji shalom. Kwa hiyo kati ya hawa watu watano haujui Mungu alikuwa ameweka ndani ya tumbo lako nani. Kwa hiyo unapofanya hivi unakuwa umemwaga damu ambayo haina hatia shalom. Na watu wengi hata wanapitia changamoto kwa sababu ya damu ni kwa sababu hii damu inine na mlalamikia Mungu, nimekatizwa maisha yangu. Shalom, damu iteza haja kulia mbele za Mungu. Tuingie kitabu cha Ufunuo wa Yohana 6:9 mpaka kumi. Damu za manabii damu za kina Petro damu za manabii wa Yesu waliouawa kwa njia ya kuchinjwa zinamlilia Mungu, zinamwambia hata lini kutoa hukumu damu yetu katika wale ambao wanakaa juu ya inchi. Shalom, maana damu unapomwaga utaona katika macho ya za kibinadamu ya kwamba ni jambo ndogo, lakini katika ulimwengu wa roho hiyo damu inakuwa inalia na inahitaji haki. Shalom. Kwa hivyo unapotoa ujauzito, jambo la kwanza unakuwa umemwaga damu ambayo haina hatia. Jambo la pili unakuwa ni muuaji, umeua kiumbe ambacho hakina hatia. Jambo la tatu nakuwa umefanya dhambi ya uwaji mbele za Mungu shalom. Lakini katika macho ya kibinadamu unaweza kuona unachukulia kiwa hizi na unachukulia kiwa tukawa, lakini katika ulimwengu wa roho damu ambayo haina hatia. Kwa kwa nini? Ni kwa sababu binadamu wamekuwa ni watu ambao wanajali kesho watakula nini, na ndio maana kuta leo hii mpaka mwanaume mwanamke kwenda kutoa ujauzito kwa sababu wanajali kesho watakula nini. Na tunaona Kristo, Bwana ambaye ni mwokozi wetu, anasema ya kwamba msijali kesho, maana kesho yenyewe itajisumbukia. Bwana anapeana mfano, anasema ya kwamba tazameni ndege wa anga. Anazidi kuwa mwalimu wetu, anazidi kutufunza zaidi na zaidi. Kinachozaliwa na roho ni roho, kinachozaliwa na mwili ni mwili. Shalom. Ni vema sana ukamkubali Roho Mtakatifu kwa sababu unapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako unaweza kuwa na ile nguvu ya kumpinga adui shetani. Shalom. Maana nuru inapong'aa ndani yako ni rahisi sana uweze kuona giza shalom. Kwa hivyo unapokuwa na Roho Mtakatifu, nuru ya Bwana inapokuwa ndani yako, giza linapo kujia unakuwa na uwezo wa kuweza kukemia lile giza shalom, kwa sababu nuru ya Bwana inaangaza ndani yako shalom. Kwa hivyo, Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, mtoto wa Mungu, unakuwa na wepesi wa kumpinga adui shetani na pia unakaa katika mapenzi ya kumpendeza Mungu. Shalom shalom. Leo somo ambalo Bwana ametamani tujifunze siku ya leo ni kuhusu kumwaga damu isiyo na hatia shalom. Nini maana ya kumwaga damu isiyo na hatia mabinti? Tumechukulia dhambi ya abortion kana kwamba ni dhambi ya kawaida. Tumechukulia dhambi ya kutoa mimba kana kwamba ni dhambi ya kawaida, lakini nataka nikwambia kwamba unapofanya abortion unakuwa umeua, umemwaga damu ambayo haina hatia na unakuwa muuaji, mtoto wa Mungu Shalom. kwa nini unakuwa muuaji? Jambo la kwanza, kitabu cha Yeremia moja mstari wa tano. Bwana anasema ya kwamba kabla hujatoka ndani ya tumbo la mama yako alikujua. Kwa hivyo huyo mtoto anapokuwa ndani ya tumbo lako mtoto wa Mungu, Mungu anakuwa amemjua, anakuwa pia amemjua jina lake Shalom. Kwa sababu haujui kama ndani ya tumbo lako Mungu alikuwa ameweka nabii ama muinjilisti ama mchungaji ama mwalimu ama mchungaji Shalom. Kwa hivyo ujui kama ulikuwa mbeba ulikuwa mbeba mchungaji ama mwalimu ama mtume ama muinjilisti ama nabii. Kwa hivyo kwa sababu ya kujali kesho utakula nini, hapo ndipo adui shetani huwa anachanganya mawazo ya watu wengi sana, na hapa ndipo nakuta Yesu anasema ya kwamba msisumbukie kesho, maana kesho yenyewe itajisumbukia Shalom. Maana unapokuwa mtu akuisumbukia kesho sana, hapo ndipo adui anapata nafasi ya kukusawishi shetani. Unapompatia, unapomfungulia mlango hivi, anapata nafasi ya kuingia ndani yako na kuweza kutawala Shalom. Bwana Yesu aweze kutuhurumia sana, na hapa ndipo nakuta mwanaume pia anamsaisha mke yake kwenda kutoa ujauzito. Shalom, lakini wanaajia kwamba wanatenda dhambi ya uuaji. Shalom, kitabu cha Zaburi mia moja na sita msani wa 38 inasema ya kwamba wakamwaga damu isiyokuwa isi na hatia Shalom. Hapa Daudi anasema ya kwamba wakamwaga damu isiyokuwa na hatia. Unapofanya abortion, jambo la kwanza unakuwa umemwaga damu ambayo haina hatia. Unakuwa unakuwa unakua muuaji, umeua kiumbe ambacho Mungu alikuwa amekiweka ndani yako. Shalom. Kwa hivyo unakuwa umemwaga damu ambayo haina hatia, mtoto wa Mungu. Shalom. Na hii damu usidhani ya kwamba imeenda ikanyamaza. Hapana, Shalom, Bwana atuhudumie sana. Katika macho ya kibinadamu utaona kana kwamba pengine ni kitu rahisi, utaona kana kwamba pengine ni kitu ambacho ni easy, na utaona ah, nimesha, nimeshafanya abortion hiyo imeisha hivyo, lakini katika ulimwengu wa roho hiyo damu inamlilia Mungu na inahitaji haki. Bwana aweza kutuhudumia sana. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 6 mstari wa 9 mpaka 10 inasema ya kwamba damu za manabii damu za mitume wa Kristo zinaenda kupiga kelele mbele za Bwana, hata lini Bwana kutokulipisa kisasi cha damu yetu kati ya wale ambao wanakaa katika dunia ya. Shalom, unapomwaga damu ya mtoto wako, hiyo damu nenda napiga kelele mbele za Mungu na inahitaji kisasi, inalia mbele za Mungu, nimekatizwa maisha yangu, wazazi wangu wamenitema, wazazi wangu wamenitoa, wameniua, mama yangu ameniua, mimi ningekuwa naishi saizi lakini nimema yani. hiyo damu inaenda inapiga kelele mbele za Mungu kila kunapoitwa leo. Kwa hivyo unakuwa umefanya dhambi ya kumwaga damu ambayo haina hatia, lakini kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema, kama bado unapomua mtoto wa Mungu, enda mbele za Mungu, ambia Mungu, ambia aweze kusamehe na utubu makosa yako tena, usirudie. Maana unaporudia hiyo dhambi hautasamehewa. Shalom, anayerudia dhambi hatasamehewa. Bwana aweze kutuhurumia sana, na pia mtu anayehusika kutoa abortion, iwe ni daktari, iwe ni rafiki aliku-alikupea alikupea, alikupea usawishi wa kuweza kutoa abortion ama akuweza kutoa ile mimba, huyo pia ni muuaji, huyo pia ni muuaji. Kitabu cha Isaya 59, mstari mstari wa saba, mtu anayehusika kwa kukimbilia E, miguu inayokimbilia kumwaga damu ambayo haina hatia. Unapomsawishi mtu mwambia kwamba unaweza ukafanya abortion unaweza ukatoa mimba kwa sababu huna usaidizi wa kutosha. Najua inawe daktari unayemuuzia tembe ama daktari unayemsaidia, nyinyi wote mmehusika kuwa wauwaji, na Bwana hata wasamee makosa yenyu. Shalom, Bwana aweze kutuhurumia sana, kwa sababu kuna mtu analia, analia. Mungu kila kunapoita lo, anatamani Mungu ampatie mtoto. Kwa sababu Mungu amefungua tumbo lako, unamchezea na kumdhihaki. Nataka nikwambia kwamba Kristo hautamdhihaki, na Bwana ni nuru, na hakuna kuna siku ambayo nuru itakuja ku, itakuja kuchangamana na giza. Acha nikwambie mtoto wa Mungu, Yesu tunayemwabudu sio huyu Yesu nemuona katika picha michoro. Yesu si ambao namuona mwanadamu ame act ame act picha ya Yesu, nadhani pengine huyu ndio Yesu. Hapana, Mungu ni nuru na macho yake inang'aa kama mwali wa moto, na hakuna dhambi ambayo imesitirika mbele za Mungu. Nataka nikwambie mtoto wa Mungu, shalom. Lakini kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema, anasema ya kwamba nikaribieni nami nitawakaribia, nitafuteni. Shalom, tafuta Mungu kwa moyo wako wote, maana maandiko ya kwamba ikiwa watu wangu ambao ametakwa jina langu watanyenyekea, enda mbele za Mungu. Mtoto wa Mungu, kimbia katika msalaba, ambia Mungu, nisamehe nimefanya kama sijajua, lakini niliomba unisamehe. Ila nataka nikwambia kwamba dhambi ambayo umeitenda ni dhambi ya uwaji. Bwana aweze kutuhudumia sana. Katika amri kumi za Mungu, Mungu anasema ya kwamba usiue mungu anasema ya kwamba usiue na hapa ndipo nakuta hata unaweza ukapata ndoa mzuri lakini kwa sababu ulimwaga damu ambayo haina hatia hauna amani kwa nini kuna dhambi ambayo inakustaki mbele za mungu siku zote mwanadamu huwa anapatana mabaya kwa sababu ya makosa yake hakuna siku ambayo mungu ameacha mwanadamu hapana usijidanganya Mwanamke hawezi akaacha mtoto wake ambaye amemzaa bali mimbeba kwa hatua bizi tisa, vile pia Mungu naye haweza akakuacha, ila sisi binadamu ndio tunaomwacha Mungu na kugeukia njia zingine. Kwa nini tunamwacha Mungu? Kitabu cha Amosi tano mstari wa kumi, mwanadamu hapendi kukemewa, mwanadamu hapendi kukaribikiwa makosa yake, na mara mingi tunapenda watu ambao wanatuambia ya kwamba kesho kesho utabarikiwa, kesho kutakuwa hivi. Nataka nikwambie kwamba hata ukabarikiwa na, na dunia nzima ukabarikiwa na magari ubarikiwe na, na, na kila kitu na majumba na heshima ya hapa duniani, je, itakufaidia lini we mtoto wa Mungu kupata ulimwengu mzima na upoteze uzima wa milele? Shalom. Maana mwanadamu alipozidi kumwasi Mungu Mungu alimpunguzia siku zake za hapa duniani. Bwana Yesu atuhurumie sana. Itakufaidia nini upate ulimwengu mzima na kupoteza uzima wa milele? Shalom watoto wa Mungu, kimbia pale msalabani, ambia Mungu aweze kusamehe, kwa sababu hii ni dhambi ambayo watu wamechukulia kana kwamba ni kitu cha kale, lakini katika ulimwengu wa roho wameua bila hao wenyewe kujua. Umemwaga damu ambao haina hatia. Mtoto wa Mungu, Bwana anasema ya kwamba ikiwa Mungu anaweza kulisha ndege wa angani, mwanadamu ni bora mara ngapi kuliko ndege? Msisumbukie kesho, maana kesho itajisumbukia. We mwanaume ambao nimsoeshi bibi yako kuenda kutoa mimba, moto unakusubiria. Jehanamu imewaka moto na inakutamani wewe. Shalom, inaweza kuwa binti, maybe uko pale shuleni na ukiweza kupata ujauzito kimakosa Mungu anakujua, mtoto wa Mungu. Mungu anajua ulihitaji elimu yako. Mungu anajua kamba unahitaji masomo yako, lakini usiende kuua kwa sababu ya masomo. Masomo ya hapa duniani tunajifunza kitu ili tuwe na kitu ambacho tunakijua, lakini usimkosee Mungu kwa sababu ya masomo. Huyo kijana anaweza kukana, anaweza kukataa. Lakini Mungu aliyekuita ni mkuu kuliko huyo mwanaume. Mungu ambaye amekuita ni mkubwa sana kuliko huyo kijana. Shalom. Unapomtumainia Mungu, hauwezi ukalala njaa. Imeandikwa kwamba unapomtumainia Mungu ni kama ni kama mlima Sayuni, hautingiziki. Shalom. Hautakosa mtu ambaye Mungu atamtuma kuja kupatia usaidizi ama kuja kupatia msaada, kwa sababu imani yako umemwamini Kristo. Mwenye haki ataishi kwa imani, na unapokuwa mtu ambaye unamwamini Mungu katika kila jambo, hakuna siku utakuja kuingia ndani ya dhambi, maana utakuwa umefunga kila binangota ambao adui anaweza akatumia kuingilia. Shalom. Kwa mara nyingi binadamu tunaingia ndani ya dhambi kwa sababu ya kujali kesho kutakuwa nini, kesho tutakula vipi. Tunasahau ya kwamba Mungu ambaye tunamwabudu ni Mungu aliyeongoza baba zetu jangwani miaka arobaini, ni Mungu ambaye aliwavika na kuwalisha akawakinga na, na, na, na wanyama wa, wa, wa, wa, wa porini, akawalisha mana. Shalom, hata akaonyesha maji. Shalom. Kwa hivyo tuna, tunajisahau ni Mungu yupi ambaye tunamwabudu na hapa ndipo wanakuta tunaingia mara nyingi sana kwa dhambi kwa sababu ya kujali kesho kutakuwa lini. Mungu anakubariki na mtoto, badala ya kwenda mbele zako ambie Mungu nakushukuru, maana kuna wengi ambao wametamani kiumbe kama hiki lakini wangeweza kipata. Naomba Mungu unisaidie sasa. Hakuna siku utakuja kumwomba Mungu akunyamazia, ni kwa sababu anajua aja ya moyo wako, anajua unahitaji hiki na hiki na hiki Mtoto wa Mungu, dhambi ya abortion, ni dhambi ambayo itaelekeza watu wengi sana kuzimu. Haijarishi umemtumikia Mungu kwa kiasi kigani, ila kama ulificha ukatoa na ukaficha Mungu kwake, hakuna hakuna kitu ambacho kimejificha. Mungu ni nuru, na makosa yako itakuja kuwekwa mbele ya Mungu wazi. Shalom, maovu yako itakuja kuwekwa pale msalabani, na hata kama wewe mwenyewe kabla hata hujaanza kujitetea, ule damu itakwenda itaanza ita, ita, ita, ita, kujitetea mbele yako. Bwana aweza kutuhudumia sana. Maandiko yanasema ya kwamba Belishaza, malaika anasema anasema, ufaluma wako umekuma katika mizani na umepunguka vile vile.